Mulisikia Kinangofu, kulikuwa na ushirika. Watu wengine wakaenda kujaribu ushirika wa wenyewe, wakashija busi, wakaingia kwa ushirika na panga ina mwaga damu, wakasema ni nani wameokoka. Pastor akachikwa, alisema ni mimi nimeokoka, mimi nampenda Yesu. Kaambiwa kuja, wakarudi na panga ina mwaga damu, nani mwingine? Watu wote walisema mambo mengi, mimi ni huyu nilileta Aliniambia nimlete ushirika. Naye huyo anasema mimi unajua sasa jioni hauwezi kwenda nyumbani mapema. Nikasema nikuje hapa maana wanaiba vizuri. Watu watu waruhusiwa baadhe. Hakuna mtu alibaki ni pastor tu peke yake. Huyo pastor hakushijua. Ni kodoo walikuwa wameshija. Walikuwa wanatest hawa watu. Halafu wakawaita hapo wakakusanya hapo nje. Wakawaambia nyenye si watu wa kanisa. Ni busi tulishija. Tukawadaganya ni mtu tuone kama mnakuanga serious. Endeni nyumbani haraka. Hamko serious. Aliwashwa hapo na huzunika, anasema ndio wakati, hakuna shida. Washirika wanakuambia eza, nikuambia mtu akigusa Yesu, afadhali tukufa no, na yeye akisikia. Unaona, amekaa vizuri mana ako, ako serious.